Na kwingineko mbunge wa Lurambi Askofu Titus Khamala ametoa hisia zake kuhusiana na miradi inayoendelezwa na hazina ya kitaifa ya NG CDF, akisema kuwa asilimia kubwa ya fedha hizo huenda kwa miradi ya elimu na usalama, akipendekeza kuwa fedha hizo zisalie kwa hazina hiyo kwa maendeleo zaidi. Dan Dunde na Bwayo ni mwanahabari wetu akiwa amekita kambi katika kaunti ya Kakamega. Akizungumza akiwa katika shule ya msingi ya Kakamega Muslimu iliyoko mjini Kakamega, wadi ya Sheywe, kuwa hafla ya kukabidhi rasmi shule hiyo jengo la ghorofa ambalo liliweza kujengwa na hazina ya CDF, Mbunge Khamala amesema kuwa fedha za hazina hiyo ni salama na inasaidia kuendeleza miradi haswa ya elimu. Ukienda kwa county governments, recurrent budget yao is almost 70%. 20% ndio inaenda kwa maendeleo, 80% ndio inaenda kwa mishara na watu kutembea na mjumbe. Bila mi nimekuja hapa hata sijakuja na gari, nimekuja na gari ndogo iko tu hapo, fuel yake ya shilingi 2000 Nimetoka hapo kwa ofisi nikitembea Our, our, our, our so as as to. Aidha, Mbunge Khamala amewataka wakazi wa eneo hili la Lurambi kujitokeza kwa wingi na kutoa maoni kuhusiana na mjadala ambao unaendelea wa CDF, wakati maoni yatakapokuwa yakichukuliwa. And the only way you can make them leave CDF alone, mjitokeze on Monday hapo Magharibi Hall hapo kwa PC, mutoe maoni kama mnataka CDF ama hamtaki CDF. Mkitoka maoni ichukuliwe, iwe recorded, ipelekwe Nairobi. This is your fund. Sasa hata hapo ukiangalia ile bursary, si nitasoma. Since the devolution 2013. Hapa Sheywe ward peke yake. Wanaenda kupata almost 9 million in bursary. Sheywe peke ward moja. Ward moja. Show me since the devolution. When did the counties give a ward that kind of money? Our system works. Barabara zetu za kera. Zimepelekwa kutini. Askofu Khamala amekuzia pia makatel katika pesa za CDF na kusema kuwa hawatakubali hilo kuwa katika kipindi hiki avoid attempts. and i like this manager cause aliniambia bishop kitu ya kwanza procedure let us follow procedure how do we follow procedure today i declare all CDF works ziruti kwa PMC iwe ni cho iwe ni nini kwa hivyo ninasema hivi mutu asikudanganye Nipe elfu mia, elfu mia mbili, nitakupa cho ya CDF ujengi. Nikiripotia habari za TV Magharibi kutoka mjini Kakamega, naitwa Dan Ndunde.